Tena kwa kifupi mambo matano hayo makubwa. Kama ukiyafahamu haya tayari umeshaifahamu hapa. Ningeza sana kichambo tu mfano utafanya nini? Atazo shule za sasa hivi idadi ya shule zilizopo zimeongezeka zi ngapi? Tuna mpango gani kuongeza wapi? Shule wapi na wapi? Lakini kinisiki ni kama tutaka kuboresha elimu, tuboreshe mambo ya afya, tuboreshe upatikanaji wa maji, tutoe kero